Mheshimiwa Rais alikuwa na ndoto ya kuhakikisha changamoto hii inamalizika dahalia. Sasa ikikamilika baada ya miezi miwili ijayo, basi itakuwa na hadhi ya kukaa wanafunzi wetu wa Fidel Castro, na mimi nitamjibu kwamba nimeridhishwa na maendeleo ya dahalia hii. Na sasa wanafunzi, mjiandae kuipokea na kuja kuishi. Mmeona vyumba vile, mmetembea, mimi nimetembea vyumba vyote, nimeona vyumba ni vizuri, kila chumba watakaa wanafunzi ishirini na nne kwa maana ya vitanda kumi na mbili juu na chini. Kwa kweli kutakuwa na mazingira mazuri sana, sio ni sababu zilewani tunazozitarajia kasoro zisije, kwa sababu hii serikali ya Daktari Huseni Mwinyi itaendelea kuwawekea mazingira mazuri vijana wetu na wanafunzi wetu wa Zanzibar nzima ikiwemo shule yetu hii ya Fidel Castro. Fidel Castro, kuhakikisha mnafanya vizuri. Nisikie hapa zamani ilikuwa mwanafunzi ya kipasi anakuja na godoro hapa. Tumeshatenga fedha za kutosha, tutanunua magodoro zaidi ya elfu kumi kwa wanafunzi. Kwa hiyo ukija hapa wewe unakuja na mambo yako mengine tu, lakini kitanda, godoro na vitu vingine vina kusubiri wewe. Kwa hiyo kuweni na amani wanafunzi wetu, muelewe kwamba serikali yenu inayoongozwa na Daktari Hussein Mwinyi anahakikisha kwamba anakuwekeeni mazingira mazuri ya kujifunza. Mimi niwaombe sana mupambane, hapa ndio mwanzo wa maisha yenu, na mimi niwahakikishie, tutakupeni kila aina ya msaada, kila aina ya ushirikiano ili muweze kufanya vizuri. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana sana waalimu wetu wa hapa mbuzima na waalimu wote kwa ujumla. Naelewa matokeo hayakuwa mazuri sana, lakini imeambiwa sasa kuna improvement kubwa sana. Nami naamini kwa maboresho haya, kadiri siku zitakavyoendelea, waalimu watafanya vizuri, kwa sababu watakuwa na mazingira mazuri. Nasi tuwahakikishie, serikali ya daktari Hussein Mwinyi, tutaendelea kufanya kila linalowezekana kuwafanya waalimu wetu mfanye kazi yenu vizuri tena mkiwa na furaha. Hakuna mkandarasi ambaye anatudai hatujamlipa kwa hiyo sioni sababu ya kuja hapa nikaambua, hawa watu wameongezewa muda baada ya Septemba wakasema Oktoba. Nataka mkandarasi akabidhi madarasa haya kwa mujibu wa mkataba tulivyokubaliana, kazi iwe na kiwango tulichokikusudia. Tumekusudia tufanye kitu kizuri kama tunavyofanya watu maeneo mengine na wana mbuzini hapa tuwafanyie kitu kizuri, sio ile kulipua ripua, hapana. Ifanywe kazi, mshauri elekezi uthibitishe kwamba hapa nimeridhika, tu watatukabidhi, wanafunzi wataendelea na kazi yao.